utajiri basi na kuwa na mali ghina maana yake ni kujitosheleza, na mwenye kujitosheleza ni tajiri, hata kama hana mali tamam. Hakada anasema Shekh rahimahullah llahu taala, balautu bani dunia. Balautu maana yake nimeishi kwa majaribu Sikia balautu, manake nimeishi kwa majaribu. Maana nimeishi nikipitia majaribu mbalimbali mbali. Leo limetokea hili, leo nikaliona lile, leo nikapatwa na hili tamam. Hakadha ndo balautu, nimeishi kwa majaribu. Bani dunia na wanadamu au naweza kusema walimwengu tamam. Hakadha balautu bani dunia

ndiyo kitu kilichojazwa katika chombo chake. Milu ihabihi, ndiyo kitu kilichojazwa katika chombo chake. Ihab ni chombo kilichotengenezwa kwa ngozi, na ni vyombo ambavyo vilikuwa vikitumika sana katika zama za zamani. Kwa hiyo, Imamu na Shafi'i ametumia lugha hii kwa sababu gani? Katika zama zake vyombo hivi vilikuwa vikitumika. Tamam. Mm -hmm. Kitaje, kitatengenezwa kama vile mfano wa chupa, kitatiwa maji, kitatengenezwa mfano wa chungu, kitahifadhiwa madhiwa na vitu vingine, tamam hakadha. Kwa hiyo imamuna Shafi'i anasema kwamba nimeishi kwa majaribu na wanadamu, falam ara fihim, basi sikumwona kwa wao, siwa man ghada, isipokuwa yule aliyefikiwa na asubuhi, wal bukhlu milu ihadihi, na hali ya kuwa bakhili ndiyo kitu kilichojazwa ndani ya chombo chake, akikusudia kwamba nimeishi kwa majaribu na wanadamu, na sikupatapo kuona isipokuwa sifa yao kubwa niliyoiona kwa wao ni sifa ya kutopenda kutoa, na hiyo ndio sifa ya wanadamu, na wala hakuna cha kushangaza katika hilo. Wanadamu hata kama anacho kitu anakuwa ni mzito wa kutoa na hata akitoa hapendi kutoa mara kwa mara. Kwa hiyo hiyo ni sifa ambayo imethibiti kwa wanadamu wengi. Kwa hiyo Imamu na Shafi'i pia alipitia katika majaribu ya sifa kama hiyo na akaiona na akathibitisha kwamba nini ameiona kwa, kwa wanadamu. Baada ya kuona hivyo akasemaje? fajaradtu min ghimdi l-qana'a. Fajaradtu basi nikauchomoa min rimdi alqanaati, rimdi ni kile chombo kinachotumika katika kuhifadhia upanga katika kuhifadhia kuhifadhia nini upanga. Ikiwa e, upanga una umbile la mwezi uliochomoka, basi rimdi nayo itakuwa na umbile la mwezi uliochomoka, uliochomoza. Tamam. Ikiwa mm -hmm. e, upanga una shepu ya mwezi uliochomoza, basi rindi nayo itakuwa na shepu ya mwezi uliochomoka. Ikiwa upanga una, una shepu au umbile la kunyooka, basi rindi nayo itakuwa na umbile la kunyooka. Ni chomo ambacho hakina umbile maalum, umbile lake ni kulingana na ule upanga ambacho, ni kile chomo ambacho kinaveshwa juu ya nini, ya upanga, ndio rindi. Tamam hakadha. Kwa hiyo shekha anasemaje? Fajarra, basi nikauchomoa mimi min rimdi lqanaa, kutoka katika chombo ambacho ni rimdi alqanaati, ambacho nimehifadhi, nimehifadhi sifa ya kukinai ndani yake. Tamam, mm-hmm. Fajaratu, basi nikauchomoa min rimdi lqanaa, kutoka katika chombo ambacho ndani yake nimehifadhi sifa ya kukinai. Sasa hii ni istiara. Ni nini istiara? Amekusudia nini kusema hivi? Amekusudia kusema kwamba yeye ni mtu ambaye kifuani mwake, kifuani mwake ana sifa ya kukinai, ana sifa ya kukinai, ana sifa ya kupata kidogo ambacho amekitafuta kwa jasho lake, kisha akatosheka kwa kidogo hicho. Sasa akafananisha kifua chake na ile ala au kile chombo cha kuhifadhia nini, upanga. Sawa. Na dalili ni ipi? Dalili ni kwamba nini, kuna sifa baada ya himdi, imekuja sifa ambayo sifa hii haikai isipokuwa katika kifua cha mtu mwenye sifa kama hiyo. Huyu ametumia istiara tamam. Hakadha ko nikhoofajaratu basi, nikauchomoa min hindi lqanaati, kutoka katika chomo ambacho ndani yake nimehifadhi sifa ya kukinaya, kusudia kifua chake tamam. Hakadha ameuchomoa nini, swariman. Sawasawa, swariman upanga. Sasa swariman ndio upanga wenyewe wa fajarattu min himdi lqanaati swarima swari, basi nikauchomoa kutoka kwenye chomo ambacho ndani yake nimehifadhi sifa ya kukinai swari man upanga ambao qata'tu rajai minhum, niliyakata matarajio yangu minhum kutoka kwa hao walimwengu, bidhubabihi, kwa kupitia ule ukali wa upanga dhubab maana yake ni haddu saif, haddu saif, haddu saif ni yule ni yale makali upaa. Tamam, hakadha. Huyo anasema nikauchomoa kutoka katika kile chombo ambacho nilihifadhia nini, nilihifadhi sifa ya kukinai ndani yake. Swali man upanga ambao qat'tu rajai minhum, niliyakata matarajio yangu yote kutoka kwa hao walimwengu bidhubabihi, kupitia yale makali ya uo upanga kupitia yale makali ya uo upanga. Kimaanisha kwamba nilikuwa na sifa ya kukinai mimi, sikuwa na sifa ya tamaa. Sasa, baada ya kuona watu hawa kwamba hii ndiyo tabia yao na huu ndio mwendo wa maisha yao, basi nikaona niitumie ile sifa yangu ya kukinai na nichukue maamuzi

ni mwenye kusimama fi tariqi katika njia yake. wala dha wala hakuwa huyu yarani akiniona mimi qaida, ni mwenye kukaa inda babi katika mlango wake. Tamam hakadha. Dha ni ismu ishara lilqarib, lakini kwa maana hapa wamekusudiwa ni watu ambao kuna umbali kidogo kati yao, ndio maana tukatumia lugha hiyo. Tamam hakadha ile ad imeondoshwa atambhaaish ile ha inayokaa iyatambndio basi, hakuwa yule yarani, akiniona mimi, waqifan ni mwenye kusimama fi tariqihi, katika njia yake, wala hakuwa huyu yarani, akiniona mimi, qa'idan inda babi ni mwenye kukaa katika mlango wake tamam Ameonyesha sifa ya yule mtu mwenye kuhitajia kitu kwa mtu mwenye kuhitajia kitu kwa mtu, aidha amsubiri njiani, akifika amwambie nina shida kadhaa, au amwendee mlangoni mwake, amsubiri atoke, amwambie kuwa nina shida kadhaa. Sasa baada ya kuwa amechukua maamuzi ya kukata matarajio yote kutoka kwa mabakhili ambao aliishi nao basi wale ambao pengine ilitokea kwake eya hali kama hiyo ya kuangojea njiani au kuwafata majumbani, hawakumwona tena katika hali kama hiyo. Akaendelea kusema Imamu Shafii, ghaniyun bila malin ani nnasi kullihim, nikawa ni mwenye kujitosheleza ghaniyun, nikawa mimi ni mwenye kujitosheleza nikana kwamba nasema faana lan ghaniyun, basi mimi hivi sasa ni mwenye kujitosheleza tamam. Hakadha nikana kwamba nasemaji faana ghaniyun lan, basi mimi hivi sasa baada ya kuwa nimeshachukua maamuzi yale niliyochukua, ghaniyun, nimekuwa ni mwenye kujitosheleza, bila malin, basi nakuwa na mali nyingi, kile ninachokipata kwa jasho langu hata kama ni kidogo, ndiyo hicho hicho, tamam. Hakada k ghaniyun, basi nikawa mimi ni mwenye kujitosheleza bila mali, basi nakuwa na mali ani nnasi, kwa kutowaendea watu, kwa kutowategemea wa watu kullihim, wote. Walaisa alghina illa ani shay la bihi, na hakupatikani kujitosheleza walaisa lghina, na hakupatikani kujitosheleza, illa isipokuwa, ani shaii, kutokana na kile kitu ambacho la bihi, akimaanisha la basa bihi, hakuna ubaya katika kukikosa wewe. walaisa lghina, na hakupatikani kujitosheleza, illa isipokuwa, ani shaii, kutokana na kile kitu ambacho la bihi, hakuna ubaya katika kukikosa wewe la bihi hakuna ubaya katika ukikosa. la bihi akimaanisha la ba'sa bihi, kwa hiyo akiwa na maana la ba'sa bihi, hakuna ubaya katika nini? Ukikosa ana maana gani? Mwanadamu yuko katika hali mbili, hali ya kwanza ni alfaqru alijabi, kuhitajia ambako hakuna budi, lazima ahitajie nako ni kumuhitajia Allah subhanahu wataala. Hiyo ni hali ya kwanza, na hali ya pili ni alfakru alikhtiyari, ni kule kuhitajia kwa kujitakia, kwa maana si kwa lazima. Kule kumuhitajia Allah subhanahu wataala ni kuhitajia kwa lazima. Hakuna kiumbe ambacho nini hakimuhitajia Allah tarafata aini, hata kwa kiasi cha kupepesa jicho. Kila kiumbe kilichokuwa hai na ambacho hakiko hai kinamuhitajia Allah subhanahu wataala. Sasa hii kumuhitajia Allah ni alfakru lijabii al, ni kuhitajia kwa lazima ambako hakuna kiume nini, hakuna kiume ambaye anaweza kupaepuka. Lakini kuna alfakru al ikhtiyari, kuna kuhitajia kwa kujitakia kwa wewe mwenyewe au kuchabua, kwa kuchagua wewe mwenyewe asa hii hali ya kwanza ya alfakru lijabii al hii ni moja kwa moja kila kiumbe anayo. Hii hali ya pili ya alfakru al ikhtiyari, kuitajia kwa kujitakia ni hali ambayo mtu nini, unaweza kuiepuka. Ndo akasema walaisa alghina, na hakupatikani kujitosheleza, illa isipokuwa, ani shaii, kutokana na kitu ambacho la bihi, hakuna ubaya katika nini, katika kukikosa. Wala basa bihi, hakuna ubaya wa kukikosa. Kile kitu ambacho hakuna ubaya wa kukikosa kunapatikana kujitosheleza kwa maana, ukiamua utakihitajia, usipoamua nini, hautokihitajia. Mathalan, unahitajia rafiki na kuna vijana watatu wa rika lako na wote Masha Allah tabia zao nzuri, wote kama wewe ni mpenda elimu nao wanapenda elimu, wote muamala wao mzuri, wanaishi na watu vizuri. Sasa hawa vijana watatu wewe, kwa kuwa unahitaji rafiki, mmoja kati yao anakutosheleza, hakuna ulazima kwamba wote wawe marafiki wao wa. Sasa katika hawa unapatikana nini, kujitosheleza. Kwa maana ukimpata mmoja anakuwa ametosheleza, sio lazima uwe na urafiki na wale wote wawili ambao wamebakia. Tamam, hakadha ndo walaisa lghina illa ala shei la na hakupatikani kujitosheleza isipokuwa kat... shay'i kutokana na kile kitu ambacho la bihi, hakuna, hakuna ubaya wa kukikosa. Tamam, hakadha kitu hicho utaamua mwenyewe, ukitake au usikitake. Kuvaa kanzu mpya kila mwezi una ulazima? Hakuna ulazima, na wala hakuna ubaya kukosa kuvaa kanzu mpya kila mwezi. Kwa hiyo kujitosheleza na kuto kujitosheleza, na kuacha kuvaa kanzu mpya kila mwezi ni kitu gani? Kinawezekana kwa kujitosheleza katika hilo unapatikana. Tamam hakadha. Lakini mathalan, kupata kula wewe kupata kunywa ni kitu ambacho nini, hauwezi kujitosheleza navyo. Kula na kunywa ni vitu ambavyo hauwezi kujitosheleza navyo, hapo hakupatikana nini, kujitosheleza kwa sababu gani? Lazima ule, lazima unywe, na kuna ubaya ikiwa hautokula au hautokunywa. Tamam, hakadha, ukawaona kula tu haunywi au ukawaona kunywa tu hauli.

walajja na akaendelea katika hiyo dhulma hmm. Kaandika mbele, walajja na akaendelea utuwan, kwa kibri fi kabihi tisabihi, katika hilo chumo lake baya, maana katika hiyo dhulma yake. Fakilhu ila sarfi layali, mwegemeze yeye. Fakilhu, basi mwegemeze yeye, maana mwegemeze huyo dhalim ila sarfi llayali katika matatizo ya masiku. Sarfi llayali kwa maana kawaid, matatizo yale ya masiku. Kwa nini kasema matatizo ya masiku? Kwa sababu mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anasema kama atadinu tuda, kama utakavyofanya ndivyo utakavyokuja kufanyiwa. Kwa hiyo yesi kafanya dhuluma, kwa hiyo bila shaka itakuja kumrejea ile dhulma aliyoifanya huko mbeleni katika masiku yajayo. Tamam, sasa mm -mm. Alivyosema fakiluhu ila sarfil layali, amekusudia hicho kwamba mwegemeze yeye ila sarfil layali, katika nini? Matatizo ya masiku, kwa maana matatizo ambayo atakuja kumpata huko mbeleni kwa sababu ya ile dhulma aliyoifanya. Tamam, hakadha fakilhu basi muegemeze, ila sarfi llayali, katika matatizo ya masiku. Maana matatizo yatakuja kum yatakayokuja kumsibu uko mbeleni kwa sababu ya dhulma alioifanya. Fainnaha, kwani hakika hayo matatizo ya masiku, satadi lahu ma lam yakun fi hisabihi. Satadi lahu yatakuja kumpatia ma yale mambo ambayo lam yakun hakuwa yeye fi hisabihi hakuwa akiyatarajia, fi hisabihi hakuwa akiyatarajia, aki yeye, matarajio yake ya kudhulumu, kwamba akidhulumu ashapata kile alichokuwa anakitaka na hakuna kitakachotokea, lakini kumbe haiko hivyo, kama tadinu tudha. Mtume pia akasema tena katika hadithi nyingine Ittaku dawata al-mazlum fa fainaha laisa laha hijabu. Tume anatuambia hiyo, iogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa, kwani hakika dua hiyo laisa laha hijabun, haina kizuizi. Anapoomba mtu huyo aliyedhulumiwa, dua yake huwa tayari imeshaingia katika mnyororo wa kujibiwa hivi sasa au baadaye, tamam. Hakadha, kwa hiyo ikiwa unaishi na mtu ambaye ni dhalim na akafanya kwamba dhulma ndio mwenendo wake wa maisha, ndio utaratibu wake wa kimaisha, na akawa anaendelea katika hilo, wewe usiwe na shaka naye, usitake kushindana naye kwa kuwa wewe ni mnyonge, sawa sawa. Usitake kushindana naye, wewe mwegemeze katika yale matatizo ya masiku ambayo watakuja nini kumkuta huku mbele, kwani hakika matatizo hayo yatakuja kumpa matokeo ambayo hakuwa ni mwenye kuyatarajia. wa ila huna antahi alkamalu lillah walismatu lil anbiya wanafsu lana whadha. Alsalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu walafua.